na wizi wa kahawa katika wadi ya Chesikaki katika eneo bunge la Mlima Elgon kaunti ya Bungoma. Chifu wa eneo hilo Maurice Wetala, akizungumza kwenye mkutano wa wakulima wa kahawa, alisema kwamba wanafunzi wengi wameacha masomo na kujihusisha na shughuli za kamari na pia wizi wa kahawa ili kuendeleza uraibu wao wa kupata mapato ya haraka. Katika siku za hivi karibuni, wakulima wameripoti visa vya kahawa yao kuibwa kwenye maghala na uchunguzi umeonyesha kwamba vijana ndio wanaohusika huku wakiuza kawa hiyo na kutumia pesa wanazopata kushiriki katika michezo ya kamari. Atarisha kwamba uh, wazazi wote ambao watakuwa watoto wao wanashiriki kucheza uh, mchezo wa vieta watap, watashikwa na watoto wao ili kwamba wakachibu mashtaka kotini, na, napendekeza ya kwamba eh, najua tu malipo ingine iko inakuja vile mwenyekiti amesema. Sasa tunashukuru kabisa tuko na furaha kabisa, vijana wamefurahia. Kama sisi wana kimama, tumepata tena mradi wa nafsi DP ambapo utaendelea na sisi, na sisi tumefurahi kama wamama, kwa sababu ya kufundisha watoto wetu kupitia kwa miradi, kupitia kwa vyama tumepatika kwa sababu ya hiki kiwanda.